Leo nina simulizi moja ya kuhuzunisha sana na kusisimua, na simulizi yetu inamuhusu dada mmoja anayeitwa Suzana ambaye yeye alikumbwa na changamoto moja ya mwili wake wote huu huwa unatoa harufu kama ya kitu kimekufa. Yaani, just imagine unakutana na mtu mwili wake wote unanuka. Can you survive it? Ilikuwaje? Ngoja nikurudishe nyuma kidogo Mwaka 2020, tunakutana na Tuna dada mmoja anaitwa Suzana. Huyu Suzana alikuwa anaishi mtaa mmoja anaitwa Kigamboni kule Dar es Salaam. Na alikuwa ni maarufu, of course. Umaarufu wake ulikuja kwa sababu moja. Suzana alikuwa anafanya biashara ya kuuza miogo. Of course, nadhani wanatu wanaweza kanielewa hapa. Alikuwa anauza miogo hii ya kuchemsha na kukaanga. Na umaarufu wake ulisababishwa na kwa sababu Suzana alikuwa anauza miogo fulani hivi mtamu sana. Kiasi so, kwamba Ilikuwa inafikia wakati anamaliza kuuza mapema sana, yaani kufikia mida ya saa tatu fulani hivi unakuta miogo imeshafanyaje imeshaisha. Kile kitu kilimpa umaarufu sana, kiasi cha kufanya hata wanachuo pamoja na watu ambao walikuwa wanapenda miogo yake kuwa wanawai sana kwenda kufanyaje kununua, kwa sababu ulikuwa ukichelewa tu unaweza ukafanyaje ukakosa miogo. Sasa pamoja na yote hayo, Suzana alikuwa na changamoto moja. Changamoto yake ilikuja kwa sababu hii moja, alikuwa na tatizo la kutokuwa na kauli nzuri mdomoni. Of course alikuwa anauza vizuri, lakini hakuwa na kauli nzuri kwa wateja wake ya yani, issue ya kukutukana ilikuwa ni issue pale ya kufikia. So siku moja wakati anauza miogo yake na amekaribia kabisa kumaliza, kuna bibi kizee mmoja akawa amefika pale kwenye eneo lake la biashara, yuko bize anauzia, ana watu. Ule bibi naye akafika akawa msalimia tu Suzana kwa upole kabisa, kwamba ah, binti yangu, habari za saa hizi? Salama vipi? Safi. nilikuwa naomba unisaidie japo mwogo mmoja nile. Yule bibi akasema, nilikuwa naomba unisaidie japo mwogo mmoja nile, kwa sababu nilikuwa ninanjaa, njaa. Suzana kwa kwa ukali akamwambia, wewe bibi vipi? unaona kuna miogo hapa ya ya, ya bure? hebu toka bwana, nitolee wengi wako hapa, mimi nilifanya biashara Kizee, bimbaya, kwa kwanza ilikuwa ni kauli mbaya ambayo ilimfanya mm bibi kizee akajisikia vibaya pamoja hata na watu waliokuwa pale nao pia kwa me, hawakufurahishwa na kile kitu lakini hawakuwa na cha kuongea. Ile bibi kwa huzuni akawa ameondoka zake. Lakini wakati anaondoka Suzana akawa hajaishia hapo. Kama kawaida akaendelea kufoka. Yaani wazee wa wengine bwana. Watu walishindwa kutumia ujana wao vizuri sijui ndio walikuwa na danga tu wanakuja kwanza kutusumbua, unani uze, uzeni kwao. Le bibi kusikia vile akawa hajajisikia vizuri. Sasa huyo mtu kashani nyima na bado anaendelea kunipa maneno makali kiasi iki. Kwa hiyo alichokifanya yule bibi akawa aka amegeuka kurudi, akamwambia: binti yangu, unachofanya sio. Umeshani nyima nimekubali, kwa nini tena uendelee kuzungumza kwa hiyo unataka uniingilie sasa majukumu ma, ma, ma, yangu mimi hapa kwangweti, unatake unipangie cha kuongea? si umekuja kazini kwangu, na nimesha kunyuma jembe namba uondoke mba usije ukaniletea nzi hapa, toka kabisa. Ule bibi kwa huzuni akaondoka, lakini wakati anaondoka akamwambia, wewe binti, ninakuahidi utanitafuta. Unaweza usiisha hata mwezi utakuwa umeshanitafuta. Usileteshe bwana, hebu toka hapa bwana tu umaskini wako ndo uanze kutufungua sisi. Unajua zile kauli fulani hivi za kukera, yani kwamba hata wale wateja pale hawakufurahisha, hawakufurahishwa na kile kitu lakini of course kwa kuwa walikuwa wamepata kwenye kununua miogo, kabidi wanunue zao wapite hivi. Yule bibi naye akawa ameondoka. Suzana akafanya kazi, akamaliza. Baada ya kumaliza, akawa ameingia amefunga ame, ame hesabu zake. Alipomaliza kufunga hesabu zake, of course akaona kwamba kabla ya kurudi nyumbani moja nipite sokoni kwanza, nifanyaje niweze kuemea vitu vya kwa ajili ya kesho yake. Kwa hiyo akawa ametoka pale, akaingia sokoni akanunua vitu ambavyo vilihitajika kwa ajili ya kesho yake. Akamaliza akawa amerudi nyumbani, akafanya usafi wa nyumbani of course kama ni kula nini, stori za hapa na pale na majirani. Usiku kafika akalala, na of course alilala mapema sana, ili kwa ajili ya kesho yake aweze ya kufanyaje kuamka mapema. Kweli alikuwa anawahi kuamka sana, kama saa kumi na moja fulani za alfajiri. Nafika kesho yake hiyo saa kumi na moja alfajiri akaamka. Lakini wakati anaamka kuna kitu kikawa kipo cha tofauti sana chumbani kwake. Kwa sababu baada ya kuwa ameamka kwa anasikia harufu kali kama ya kitu kimekufa mle ndani. Akawa amewasha taa kuangalia kuona chochote. Akawa amehisi tu kwamba labda inaweza kuwa ni nini? Ni panya. Of course tunajua nyumba za Kiswahili. Akawa anahisi tu kwamba labda itakuwa ni panya amefia mle ndani. Kwa hiyo akawaza kwa kuwa nimechelewa hapa moja nifanye kwanza na nilie niende kazini, nikafanye kazi, nikimaliza nika kufanya kazi, nikisharudi kuja kutulia hapa, nitamtafuta huyu paja nimtoe, nimtupe kozi. Akajiandaa, akachukua vitu vyake vinavyohitajika kwa ajili ya kazini, akaenda. Dada wa watu kapita kazini kweli, kaanza kuandaa miogo yake nini hivyo. Lakini sasa, kuna kitu kikawa kinatokea cha ajabu wakati anafanya anajiandaa labda tuseme kukata miogo, labda kuwasha majiko hivyo, sio ndio, kuosha vyombo vile kwa ajili ya kuja kuhudumia wateja wake. Akawa anashangaa nzi wanaongezeka ofisi, ofisi ni kwake pale, hm. kitu ambacho hakikuaga ni cha kawaida, of course, tena ukija kuzingatia ni asubuhi. Nzi wanatokea wapi asubuhi kiasi kile? Kwa hiyo kile ni kitu ambacho kwa kinamfikirisha, lakini akawa amekipotezea, umeona, lakini kadri mtu anapozidi kwenda, nzi wanaongezeka, of course. kukapambazuka kufika muda wa watu kufanyaje kuja kunanili kuanza kununua miogo hapo, ndio sasa stori ikabadilika, kwa sababu kila mtu aliyekuwa anakuja pale kununua miogo, kila anayefika lazima tu alalamike kwamba mimi sasa ninanuka sana siku ya leo. Yani kuna namna fulani tu hivi, labda watu wanaanza kuangalia, labda kama kuna maybe labda kitu labda mbwa ni, umeona yani, labda kuna mzoga sehemu, lakini hawaoni umeona kwao kile kitu, kila mteja anayekuja akiangalia, kweli anaona kwamba hii sehemu leo inanuka hivi. Unaona, mpaka wanamwambia bwana, darasa zana, leo hebu angalia bwana, kitu hiki kilichofariki hapa, tuna tafanyaje? Umeona. Sasa as the times goes by, muda kadri ulivyokuwa unazidi kwenda, watu wakaanza kunotice kitu cha tofauti. Baadaye wakaanza kunotice kwamba kuna yale mazingira yananuka, wakaanza kugundua kwamba ile harufu ilikuwa si ili ya yale mazingira bali ile harufu ilikuwa ni ya Suzana mwenyewe ndio alikuwa ananuka. Umeona, kwa hiyo watu wakaanza kunongonezana wewe, kumbe sio mazingira bali ni nani? E, eh, Suzana mwenyewe ndio kozi Suzana alikuwa anafahamika kwamba ni mtu fulani hivi anaongea sana. Lakini by that time watu wakawa wanashangaa kwamba yani, Suzana sio alikuwa amepoa? Of course ni kitu ambacho hata yeye alikuwa ameshaki ameshaki notice kwamba hii harufu si ya mazingira yangu bali ni harufu inatoka kwenye mwili wangu mimi mwenyewe, kitu ambacho hata mwenyewe kilikuwa kinamchanganya akili, kwa sababu alikuwa ajui hii harufu inatoka toka vipi kwenye mwili wangu. Umeelewa? Kwa hiyo, of course akafanya biashara mpaka akamaliza, akawa amerudi nyumbani. Of course hakutaka hata kupita sokoni tena, kwa sababu kile kitu kilikuwa kimeshamchanganya sana. Kafika nyumbani akalala, ili anakuja kuamka, chumba ndo kikawa kimevuruga zaidi kunuka umeelewa sio, kunuka tu ni mwili wake yeye ndo ambao kwa, unafanyaje, yani kile chumba, ile harufu ya kile chumba kuto kunuka ni kwa sababu yani ya mwili wake, kabidi ya aende aoge kujipulizia marashi, lakini harufu bado haikati. Na of course kila mtu akawa ambaye akawa anakutana naye lazima amwambie, au labda unajua, kuna wale wengine wakuta wanaona aibu wa wamwambie chochote, lakini wana notice kabisa kwamba bwana Subana anafanyaje, ananuka kitu ambacho hata yeye mwenyewe alikuwa anakifahamu. Kwa hiyo kile kitu kikafanya sasa watu wa pale mtaani kuanza kwa wanaambizana bwana, wewe Suzana, hivi na hivi. Naelewa the gossip, watu wanapenda sana na nyumbea. Kwa hiyo ni habari fulani hiyo ambayo ikaanza kusambaa sana Kigamboni pote, umeona. Kwa hiyo kile kitu kikawa kinashangaza watu kwamba why huyu mwanamke awe tu ananuka without reason. Umeelewa? Hata yeye mwenyewe alikuwa hajui sababu ni nini sasa. Ile harufu of course ya yeye kunuka ikawa inamwaribia hata biashara ya yake Suzana alikuwa na uwezo wa kuuzia watu hadi mia tano kwa siku. Umeona sasa idadi ikaanza kupungua, of course hakuna mtu anayependa uchafu. Umeona japo watu wa mazingira ya pale walikuwa ni safi. Lakini ile harufu lazima kuna watu wanafanya, wanapata kinga. Kwa hiyo watu walikuwa ni mia tano wakawa mia nne. Walikuwa ni mia nne wakawa mia tatu mia tatu wakawa mia mbili mia mbili mia mbili wakawa mia moja mara hamsini tuseme kumi wateja wakakata. Baada ya wateja kukata, Suzana akabaki kwenye msongo wa mawazo, and to make the scene worse, kufanya mambo yakawa magumu zaidi kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda. Ikawa ni afadhali ya jana. Kwa sababu gani? Tuseme leo Suzana alikuwa ananuka kwa asilimia tano, kesho Suzana ananuka kwa asilimia kumi, kesho kutwa ananuka kwa asilimia kumi na tano. Nadhani unanielewa. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanyaje, kuvumilia kuvumilia harufu mbaya, to be to, to be nani, nani kuwa wazi, hakuna mtu anayefanyaje, anaweza kuvumilia harufu mbaya. Kwa hiyo kile kitu kikawa kinampa stress sana Suzana, umeona, and of course akaanza kujitenga hata na jamii, akawa hataki kuonekana sana na jamii. Of course hata hivyo, kama tayari biashara imeshagoma yeye mwenyewe ananuka muda wote popote pale anapotembea, nzi ya awa, awakauki. Alafu sasa na kitu kibaya akawa hata akitumia manukato ndio kama vile sasa anachochea ile harufu kufanyaje kuongezeka. Ikabidi akae sasa, hata yeye mwenyewe akaanza kuwaza kwamba hivi nimekosea wapi? wai hiki kitu kinanitokea. Kashazunguka sana muda huo mahospitalini, kashaenda sana kwa waganga bila kufanyaje, bila kupata suluhisho. Mwisho wa siku akaja akakaa akakumbuka akasema maybe labda ni yule nule maelewa ambaye aliniambia kwamba nitamtafuta yaweza kuwa, akawa ni yeye ndio laana, labda yeye ameniachia ninateseka kiasi hiki. Kwa hiyo baada ya kuwa amefikiria hivyo, akaona kwamba da, kuna namna lazima nifanyaje, nimtafute huyu bibi kizee. Kwa hiyo kilichotokea Suzana aka jipa ujasiri, akatoka, umeona, japo kwa kujifichaficha ficha, ila akaanza kuzunguka nyumba kwa nyumba kuna walio kwa wanamjibu, kuna walio kwa wanagomba kumjibu kwa sababu ya kunuka, lakini hakukata tamaa, wakaendelea kuzunguka kumtafuta nani yule bibi kizee. Of course juhudi inalipa, mwisho wa siku akawa amefanikisha kuelekezwa sehemu anapoishi yule bibi kizee, anambia, bwana yule bibi huwa anaishi sehemu fulani, nenda kajaribu kumuona. Suzana, kwa kweli, kwa asilimia tuseme hamsini, akawa amepata hata at least matumaini kwamba da naweza kuwa naenda kufanyaje kupata ma, na nili majibu yote ma, ya matokeo yangu majibu yote ha, ya, maswali yangu. Kwa hiyo akawa amefunga safari akaenda mpaka kwenye ile nyumba sasa. Kufika cha ajabu, akafika akakuta watu wengi sana kwenye ile nyumba. kufika <tikafika> kuliza watu wote ulicie, juma, ni wani, ikabidi aulizie jamani, hapa kinaendelea nini? Akamwambia bwana, hapa bwana kulikuwa kuna mtu fulani amefariki, mmiliki wa nyumba hii ni akuulizia huyo mmiliki ni wa aina gani, akamweleza kwamba ni bibi kizee fulani ndiye anaitwa fulani Suzana. Kusikia hivyo, akawa amejua kabisa moja kwa moja mtu anayezungumziwa ni nani, ni yule bibi kizee Suzana. Alijikuta anakaa chini, akaanza kulia. Tena sio kulia, ni kulia sana, kama vile yani tuseme labda alikuwa ndio mtoto wa yule bibi, yani kiasi kwamba mpaka watu wote pale wakabaki wanafanyaje, wanamshangaa. Lakini kumshangaa kwao yeye hakukumfanya aache kulia kwa sababu alikuwa na sasa kwamba sasa nilikuwa nimekuja kupata majibu ya maswali yangu, nilikuwa nimekuja kuomba msamaha, labda naweza nikasamehewa, nikarudi kwenye hali ya kawaida sasa. Inakuwaje, huyo bibi tena nakuta amefanyaje, amefariki. Tinuzi ni kwamba siwezi nikafanyaje nikapata majibu ya vitu vyangu. Kwa hiyo kilichofanyika pale, Suzana alilia sana, baada ya kulia sana akawa amerudi nyumbani. Kurudi nyumbani, akawa tuseme kwamba anaona giza mbele haoni majibu kwa sababu tayari kashafanya kila kitu, kama ni waganga, kama ni mahospitalini ameshaenda, lakini hajapata majibu ya chochote kile. Kwa hiyo kilichofanyika, Suzana akaona kwamba hapana, mimi siwezi nikafanya aje nikaishi hivi. Kilichofanyika, akachukua kamba akatundika juu, of course Suzana akajining'iniza, na ndio ikawa mwisho wa uhai wa Suzana na kwa kusema hivyo pia inaweza ikawa ndio mwisho wa stori yetu, ila ina mambo mengi sana ya kujifunza. Usipende kujikweza sana, hata kwa wahitaji. Kulikuwa na mimi msimuliaji wako samu za simu, kwa wale wote wanaotaka simu yuzi na mpya, mnaweza mkanicheki kwenye namba ambayo inakuwa inapita hapa kila muda kwenye video hii. Asanteni.